Moto mkubwa umeripotiwa kuua watu ishirini na nne Korea Kusini. Moto mkubwa ulioanza tarehe ishirini na mbili na Machi ishirini ishirini na tano katika wilaya ya Ueson, mkoa wa Jensen Kaskazini, Korea Kusini, umeendelea kuenea kwa siku nne mfululizo Ukifikia maeneo ya Anong, Chengsong, Yangyang na Yengdog. Moto huu umechochewa na upepo mkali na hali ya hewa kavu na kusababisha vifo kwa watu ishirini na nne na wengine ishirini na sita wakiripotiwa kujeruhiwa, na sita kati yao wakiwa na majeraha makubwa mwilini mwao. Katika mji wa Andong watu wawili wamefariki dunia, huku Chengsong ikiripoti vifo vya watu watatu. Wilaya ya Yengyang imepoteza watu sita na Yengdog watu saba. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni pamoja na marubani wa helikopta ya kuzima moto ilipopata ajali ilipopata ajali wakati wa operesheni ya kuokoa wahanga wa, wa janga hilo. Tangu moto ulipoanza zaidi ya watu elfu 27 wamelazimika kuhama makazi yao huku ekari 43330 za ardhi zikiwa zimeteketea kwa moto. Zaidi ya majengo 200 yakiwemo nyumba na viwanda pia vimeripotiwa kuharibika kabisa. Maeneo yanayoripotiwa kuathirika zaidi ni pamoja na Sencong, Usong na Ulsam. Juhudi za kudhibiti moto zinaendelea huku maelufu ya wazimamoto, wanajeshi na zaidi ya 130 wakihusika katika operesheni hiyo miongoni mwa majengo ya kihistoria yaliyoathirika ni pamoja na hekalu la Gonsa lililojengwa mwaka 681 ambalo limeharibiwa vibaya na moto huo. Serikali ya Korea Kusini imeongeza kiwango cha tahadhari ya moto wa misitu hadi kiwango cha juu zaidi na imetangaza maeneo yaliyoathirika kuwa maeneo ya maafa, ili kuharakisha juhudi za uokoaji na urejeshaji. Rais wa muda Han Dokso ametoa wito wa juhudi zote kuwekewa katika kudhibiti moto huu akielezea kuwa umesababisha uharibifu usio na kifani. Wataalamu wanahusisha ongezeko la moto wa misitu na mabadiliko ya tabia ya nchi, wakisisitiza haja ya maandalizi bora na rasilimali zaidi katika kukabiliana na majanga hayo. Mungu akaibariki Korea Kusini, ikaepukane na janga hili.